Tuna deni au tuna zawadi ya kuwapa awamu hii tarehe 29 Oktoba. Kata ya Wazo imesheheni vitu vyote. Kwa sasa hivi mkandarasi yuko site kwa ajili ya barabara. Mheshimiwa waziri, wakandarasi wako site mwendo hichi ambacho ninachotaka kukisema mheshimiwa, ni mawili tu, kwa kata ya Wazo. Wanamama hao unaowaona hao, nenda lichukue, ukishaapishwa, shida yao ni mikopo ya asilimia kumi. La pili, mheshimiwa tunahitaji zile barabara ambazo zinasimamiwa na Tarura zile za ndani. Wazo, Wazo, Wazo ye! Lakini yaliyo mengi mheshimiwa waziri <laughs> yote yamo kwenye utekelezaji wa ilani, maji yapo, umeme upo, shule kata zote za watu, mitaa yote minane ina shule, na tukaenda ndani zaidi vituo vya afya tunayo moja na zahanati tunazo tatu. Kata ya Wazo, Wazo oye yeah! Ni kweli iwe. Kwa hiyo mheshimiwa polaito, niko hapa kwa ajili ya kumwombea kula mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wangapi watamchagua rais wetu? Wote, wote. Wangapi watamchagua Tamim tarehe 29 mwezi wa 10? Wangapi watamchagua Grace Mkumbwa tarehe 29 mwezi wa kumi? Ssiemu oye! Wazo, si, si, Wazo oye! Gresi oye! Timosi oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Doris Gwajima, Mheshimiwa mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Kaimu Katibu wa Kata ya Wazo, Waheshimiwa viongozi wote wa chama, Waheshimiwa wananchi, mabibi na mabwana, Salamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa waziri na mheshimiwa wa mwenezi kata ya Wazo inawapiga kura elfu tisini na tisa sawa sawa na majimbo yote ya Zanzibar na bado kura zitakuwa nyingi za Wazo. Kwa hiyo nakuhakikishieni kura zaidi ya elfu tisini zitapigwa katika kata ya Wazo Mungu akipenda. wa hawa watu liokuonaona wametulia hapa, wamekaa wanajua wanachokifanya. Wazo hawababaishwi wala kuchanganywa na mitandao ya kijamii wale wanaosema wataandamana kuzuia watu wasipige kura, tutaandamana tuta nao usiku. Mungu akipenda, wananchi hawa watakwenda kupiga kura na hakuna mtu atakayewatisha. Tunaamini serikali yetu imetulia, serikali iko makini usiku na mchana. Mimi nataka kushangaa kitu kimoja, Mheshimiwa waziri Hivi wewe mpinzani, unayetaka kutawala nchi hii, unaandamana ili wananchi wa nchi hii wauawe? Unataka um, unataka umwongoze nani ikiwa damu ya wananchi hawa imemwagika? Wewe umesababisha nani unaikuja kutaka kumwongoza? Hivyo ni vichekesho. Mimi nataka niwaambie vijana, nisikilizeni sana vijana, ikumbatieni sana CCM. Kwanza haina ubaguzi. Unaweza ukakaa hapa kesho, kesho kutwa Mama Samia amekuwa rais, unafika kwenye redio tu fulani bin fulani mkuu wa wilaya wilaya fulani, hata ukuomba nafasi hiyo. Sasa wewe liswo anakujua wewe. We unajua kile chama ni chama cha kina nani? Unajua ugomvi uliokuwepo katika chama chao kinahusu nini? Ni kwa sababu wako walokichagua chama kile kwa maslahi yao. Ameondoka mboe, wamekasirika. Sasa ugomvi wao wa ndani kwa ndani unaendelea, chama kimeshaparaganyika, na ndio maana unaona kila mtu sasa hivi haeleweki amekaa katika utaratibu gani. Sasa mimi nitashangaa, vijana mnaingia kwenye mitandao mnashabikia msio ya jua sisi tunakwenda kumalizika, viongozi wetu wanakwenda kumalizika. Nyinyi vijana wa CCM tunatarajia muwe viongozi wa chama cha Mapinduzi wa kesho. Sasa mnapokwenda kujichanganya, mnakwenda kuharibu. Mimi nataka niwatoe hofu, mimi mheshimiwa waziri, nishakuwa mpinzani ndani ya miaka ishirini na miwili, Lipumba hapa, Sefu hapa, mimi hapa, miaka ishirini na mbili najua vizuri upinzani zani, zani, zani. Ukijichanganya kujiingiza kwa wababaishaji wale, umekwenda na maji. Chama pekee kinachoweza kusimama na kuongoza nchi hii na kulinda hayo amani ya nchi yetu hakuna, Chama cha Mapinduzi peke yake yani. Na ndio maana leo kila siku lazima warudi kule, hakuna kitu. Kwa hiyo mimi naamini mheshimiwa waziri Kata ya Wazo itapiga kura nyingi sana kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kata ya Wazo itapiga kura nyingi sana kwa Mheshimiwa Timos. Kata ya Wazo itapiga kura si nyingi sana kwa Mheshimiwa diwani Grace Mkumbwa. Mungu akipenda, tarehe 29, wangape? Watamchagua mheshimiwa Samia, mheshimiwa wa wa Grace a kazi na utu. Asante sana. Basi basi basi, sisiem basi. <coughs> Oye, vimba Wazo vimba. Vimba vimba Samia vimba vimba, vimba Timo vimba vimba, vimba Grace vimba. Vimba vimba mama mama Gwajima vimba, vimba. CCM mheshimiwa, kaimu mwenyekiti wa CCM wa kata, wajumbe wote wa kamati ya siasa ya kata, mama angu mgeni maalum waziri Dorothy Gwajima, meza kuu, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru walionialika nialika, dada angu, Grace, kwa kuona angalau na mimi naweza kushiriki na wewe kwenye siku yako muhimu ya kufunga kampeni, na nakushukuru sana lakini nikushukuru mamangu, dadaangu na shemeji yangu Dorothy Gwajima kwa kukubali kuungana na sisi pamoja na kwamba ni mkazi wa kata hii ya Wazo, lakini kukubali kuja kuungana na sisi Gresi, na heshima ambayo umempa Grace na umemwonyesha kwamba Grace ana watu hata kwenye dini ya Kiislamu. Wakati unataka kuoa, katika mambo unaotakiwa kuyatazama utizame dini yake, ndugu zake, au sio? na saba yake ikoje? Hata kwenye kuchagua tutatazama hayo hayo kwani ndugu zake Grace nani? Unakuta kuna Rehema Mandingo, ukigeuka huku kuna Potipoti, ukienda hivyo ana Gwajima hewa huko, unaweza kuingia CCM hii. Asante sana kuipa shughuli yetu thamani. Wanangu wa Hamasa, mambo vipi? iko sawa eh? dada angu mimi naomba niseme mambo mawili tu leo. La kwanza mko madiwani watatu hapo, na bahati nzuri Mheshimiwa waziri yupo. Juzi nilishiriki mkutano wa makundi maalum pale JNICC, makundi yaliyofaidika na mikopo Yasirimi ya asilimia kumi ya halmashauri. Hapa tuwe makini kidogo, tuache mizuka, tusikilizane chama kinatoa maelekezo Mheshimiwa wa waziri, na nikuombe kutumia hadhara hii. Kuna baadhi ya viongozi, tena wengine walikuwa ni madiwani wenye viti wa serikali za mitaa, walikuwa walafi kweli kweli. Fedha za asilimia kumi, watu waligeuza mitaji yao. Madiwani wengi tuliwaondoa kwa sababu waligeuza hizo fedha ni mali yao. Madiwani waliunda vikundi hewa, wakachukua vikundi vya vijana wadogo hawa wakawapa elfu kumi kumi ishirini, fedha zote wakabaki nazo, ni mitaji yao. Wanajulikana wenyeviti wa serikali za mitaa. Hali kadhalika waliunda vikundi hewa, wakajaza nyumba ndogo zao, wakajaza watu wao, wakageuza hiyo ni mikopo ni kama vile fedha za marehemu. Na ndio maana nyinyi kama serikali, Daktari Samia akawapa maelekezo mlipofanya tathmini mkaizuia mikopo ile. Mimi nimekuwa diwani miaka saba, mheshimiwa waziri, nimekuwa mjumbe kamati ya fedha miaka mitatu, nikiongoza kamati ya mpango miji jiji la Arusha, na wajua hawa watu kama kiganja cha mkono wangu. Iko hivi wakati huu ndiyo wakati wana CCM naongea hey, na wazazi wenu wea, kama mjafanya rehaso mtafanya baadaye. Wakati huu tunahangaika viongozi wa CCM kutengeneza barabara, wakati huu tunahangaika kulani ilani, ili kulani ilani yetu ili tuwakabidhi watumishi kwa ajili ya utekelezaji. Matusi yote tunatokana na sisi, kipindi hiki cha kampeni, jua mvua vumbi ni la kwetu, miezi miwili tunahangaika kunadi, lakini kuna watu watakaopata dhamana wanasahau mateso makubwa ambayo tuliyapata wakati tunaitafuta dola. Wanasahau hawa watu wamekaa wengine tangu saa nne asubuhi wakisubiri kusikiliza haya tunayozungumza. Hayuko mtu hata mmoja anakuja kupoteza muda wake kufanya mambo yasiyofaa. Niwaombe madiwani wa halmashauri tarajiwa ya Kinondoni mikopo ya asilimia kumi iliyoboreshwa, narudia, iliyoboreshwa, baada ya kusimamishwa masharti yake yameelekezwa vizuri kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM, kwamba ilani yetu ni ya kumkwamua mtu kiuchumi zaidi kuliko jambo lingine lolote. Fedha nyingi zimeelekezwa na serikali kukwamua uchumi wa mtu mmoja mmoja, kaya pamoja na vikundi. Mambo mengi ya ujenzi yamefanyika katika awamu iliyopita. Sasa ni wakati watu kushika pesa, wakati watu kukamata noti, lakini isio wakati kukamata noti na ndiyo michongo inaongezeka. Ni kuombe Grace, rehema pamoja na diwani wa viti maalum wanawake wanaostahili kupata asilimia nne wawe ni wanawake wasiokuwa na uwezo wa kuwa na dhamana za kukopa kwenye mabenki tunaenda sawasawa, eh? wawe ni wanawake ambao hawawezi kuwa na dhamana za kukopesheka na mabenki ama taasisi zingine za fedha. Wacheni kina mama hao wakopeshwe na daktari Samia, wacheni kina mama hao wakopeshwe na fedha za halmashauri CCM. Hoye mama Samia hy, wale waliojiweza wasaidieni, wakapate mikopo kwenye taasisi zinazohitaji dhamana, kawape mikopo kina mama wa kawaida na vikundi hivi kupitia serikali za mitaa, hakikisheni mna viratibu sawasawa, kuwajua wakina mama halisi wa hapa. Kama shoga yako anataka mkopo, mwelekeze finka, mwelekeze na huko kwingineko, mwambie tiararibi wanatoa. Akijiona hawezi, akakope voda songesha. Uongo, uongo, wacheni hawa. Tunaokota, tunaokota nao kuni, twende tukaote nao moto idadi ya kina mama waliokuja hapa, Grace ni deni kubwa, lazima ulibebe hili, uhakikishe. We subiri kaa chini, kaidi hapa, wacha mbunge aje. Kimya kimya, chama kinazungumza kimya kimya. Sisiemu oye! Narudia, ni deni kubwa Grace unabeba la kina mama hawa. La pili ni kuhusiana na mikopo ya vijana. Mikopo ya vijana Mmekuwa na tabia ya kutokutaka kuwapa mikopo vijana, kwa sababu mnasema sio warejeshaji. Hamwapi elimu za ujasiriamali, wanajuaje kuhusiana na adabu ya fedha? Hakikisheni madarasa ya ujasiriamali. Maafisa maendeleo ya jamii watimize wajibu wao kwenye halmashauri, sio kukaa ofisini, wahakikishe wanakwenda kuunda vikundi na kuvifundisha. CCM oyee! So, lakini kabla ya hapo niseme maneno machache nikianza na kuelezea kwa ufupi sifa za wagombea wetu, nikianza na mgombea wetu wa tiketi ya urais kwa chama cha Mapinduzi, Dr Samia Suluhu Hassan. Siwezi kuzimaliza, nitazisema chache, kwa sababu nina imani mnamjua, kwa kazi na kwa vitendo. wangapi wanamjua Dr Samia Suluhu Hassan? Nyosha mikono. Ndugu zangu, mimi ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, mpaka hapo baraza lingine litakapotangazwa. Na hii itoshe kusema Chama cha Mapinduzi ni dude kubwa linalokaribisha kila mtu aingie akatumike mwenye vipaji vyake. Kama unavyoniona mimi hapa, nimeingia kwenye Chama cha Mapinduzi nikapewa ubunge na uwaziri na ninatumika kwa kujiamini na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na nyinyi ni mashahidi mkiniona mimi mnavyonipongeza Mjue mnakipongeza chama cha Mapinduzi, mnampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeniamini miaka yake mitano mfululizo, akitanguliwa na mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli. Maana yake Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wa haiba anayempokea yeyote, anafanya naye kazi na yeyote alimradi mtu huyo ana maono ya maendeleo, ana maono ya ustawi, ana maono ya uzalendo. Piga makofi kwanza kwa sifa, Samia Suluhu Hassan ye, Mama yetu Asanteni oyee, oyee. oyee, oyee. oyee, oyee, sana ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri mama yangu Dorothy Gwajima, Mheshimiwa mgombea udiwani, viongozi meza kuu, wana CCM wenzangu mliopo hapa, wana Wazo, wana Kawe, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, nimepewa dakika tatu tu, mimi kwa majina naitwa Geoffrey Timothy kama nilivyotambulishwa na Mheshimiwa Waziri, ni mgombea ubunge jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Niko mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa sana kuendelea kuwakumbusha na kuwaomba kura za ndio kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan lakini kwa unyenyekevu mkubwa sana nawaomba kula zenu za ndio kwa ajili yangu mimi kijana wenu Geoffrey Timothy, na mwisho nawaomba kula za ndio kwa ajili ya dada angu Grace Mkumbwa kwenye nafasi ya udiwani kata ya Wazo CCM. anza nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Leo mkutano wetu huu umefana, niwapongeze wote mlaweza kushiriki, lakini pia nimpongeze kaka yangu mimi, huyu ni mwenezi wa mkoa, ni kaka yangu kabisa, nimetoka naye kijiji kimoja, si mwingine bali ni Ali Bananga, kaka yangu, asante sana kwa kuja pamoja nami na tumeshiriki wote mkutano huu ndani ya kata ya Wazo. Lakini nimpongeze pia mama yangu kipenzi, dada yetu ambaye ametoka ndani ya kata ya Wazo, mama wa mama, dada wa madada wa mkoa huu, lakini pia Tanzania hii, ambaye anakaa kata hii ya Wazo, si mwingine bali kipenzi chetu mama Dorothy Gwajima pamoja na baba yangu angu Dorothy Gwajima. Asanteni sana baba Doros kwa kumtunza mama, lakini kwa kushiriki na sisi. Mungu azidi kuwatunza, najua nnakaa sarasara na nyie mnaona jinsi miradi mama Samia anavyoipendelea kata yetu ya Wazo. Ni wakazi wa kata hii, na wametunga mkono kwa kipekee, ni washukuru mno. Lakini wanawazo, nyiye mtakuwa mashahidi, mimi niliyosimama mbele yenu, Grace Betweli Mkumbwa, nilikuja kwani elfu mbili na ishirini nikiomba kura, lakini sasa nakuja tena nikiomba kura za Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge na mimi Grace nafasi ya udiwani — yapo miradi yaliyotekelezwa ndani ya kata hii ya Wazo, nyiye mtakuwa mashahidi. Kata ya Wazo ilikuwa hamna kituo cha afya, sasa hivi kituo cha afya na Kasango kipo akipo kura yapo, aliyotufanyia mengi kipindi cha nyuma. Umeme ulikuwa unasumbua, lakini hata maji, sasa hivi Wazo hii maji yapo na umeme upo. Lakini pia mama yetu Samia ametuletea barabara, wanaazo mtakuwa mashahidi, barabara zijengwe, si si zimeanza kujengwa. Tumepata shida zamani, watu wameanguka sana pale magaigwa, lakini sasa hivi kawarodi na barabara tena kwa kiwango cha lami, lakini nitakuwepo DMDP2 imeanza kuanzia Bwawani kutokea mpaka hapa Masuti. Lakini pia imeanza barabara Kisauke kutokea mpaka Mbopo, ambayo inaenda kutokea Mabwepande, ambaye bunge huyo anagombea tuko nai jirani, anatokea Mabwepande ukura, ibe, hapo. kwa nini naye asipewe kura akakatishia hivi akajawazo hapo vipi? Kwa hiyo barabara zinajengwa lakini pia mtakuwa mashahidi barabara ya Mivumoni watu wa Mivumoni barabara haijaanza, imeanza. Jamani, mama Samia tuna haki wanawazo, kujitokeza tarehe ishirini na tisa na kumpa kura za ndio, kwa sababu yapo mengi ambayo tukiyasema aliyofanya na amesema. Sasa wanawazo ishirini ishirini na tano kupitia ilani yake hii ambayo ameiongea mwenyewe siku hiyo mnua kuwapo kawe amesema anaenda kutege, kufanya kazi kwa kishindo. Mpeni miaka tena mitano ishirini ishirini na tano kwenda thelathini. Wazo inaenda kung'ara. Wazo Wazo safi. Niwaambie, siwambie mama Samia amesema hivi, anajua watu wakisauke kutokea ambapo watu wapo wanapata shida kwenda mpaka Tegeta. Sasa tunaenda kuboresha ruti ndogo za daladala kupitia ndani kwa ndani hapo vipi? hiyo hiyo naenda kweka na Kasangwe mpaka kutokea Maskauti, inaenda mpaka Goba, inarudi inashuka mpaka Nyuki. hapo vipi? lakini pia hiyo hiyo ruti natoka Nyuki inapitiliza mpaka Kisauke, inaenda mpaka Mpopo. hapo eu vipi? lakini kuna ruti ya Afrikana kutokea Kinzudi. hapo vipi? Sasa hivi si tu barabara mpaka ruti za daradara zinaenda kuongezeka, lakini niwaambieni, siwaambie, mama Samia akasema hui, tunaenda kuongeza madarasa kuhakikisha watoto wanaenda kuelimika zaidi kielimu, kwa sababu mfumo unaoanza kuanzia mwakani watoto wetu wanaanza mfumo mwisho wa darasa la sita, hapo vipi za shule zetu ya kata ya wazo Wazo, vipi hapo vipi? Lakini mama Samia akasema tunajenga barabara, lakini tunajua kuna adha ya mifereji ambayo pia lazima tuiweke ili kuhakikisha watu wasipate mafuriko. Kwa hiyo mifereji inajengwa na tunaenda kujenga vivuko ili watoto wetu waweze kuvuka kufika shule pasipokuwa na changamoto. Hapo vipi hapo vipi? Mama huyo akasema wazo hii inahitaji, mitaa yetu ni mikubwa kutokana na jiografia ilivyokaa kata yetu ya Wazo. Akasema hivi, watu wa Mivumoni mpo mpo? Akasema sasa Mivumoni nitaenda kuwapelekea zahanati. hapo vipi? wakizunguke tena lakini, akasema anaenda kutuwekea kituo cha afya Kilimayo, kilimayo. simama nipo na madiwani wenzangu, lakini kipindi cha kutafuta kura nyumba kwa nyumba nimepita magereji, wana magereji wakaniambia, pale magereji Wazo si mnapajua Wazo? Wakaniambia diwani, ukiwa na mkutano wako wowote waambie vijana, mliokuwepo hapa, vijana mpo, baada ya kampeni hizi, si propaganda, ni uhalisia, njoeni mkajifunze ufundi pale magereji, tena na ofa. Wameniambia vijana watakaowahi thelathini wa kwanza bure. Yupo hapa mwenyekiti kaimu wa magereji, yuko wapi? Aje hapa. Si ameniambia kabisa nataje kuja kuwasaidia vijana, na ataanza na vijana wa Wazo na atanipa nafasi thelathini kwa wale vijana watakaokuwa shapu kwenda kujifunza. Lakini niwaambie kingine, nisiwaambie kuhusu vijana vijana, tuna chuo chetu cha Mivumoni kipo, ambacho kinafundisha mitaala yote ya kitaaluma. Pale unaweza ukajifunza hoteli, ukajifunza kitu chochote, sekretariati na mambo mengine. Nimeongea na mheshimiwa mbunge amesema, Mwenyezi Mungu atakapotujaalia, tunaenda kukiboresha kile chuo, ili watoto wetu wakapata huduma nzuri na ni karibu. Chuo hicho kipo hapo tu, kipo mbali. Wanawazo wote mtakuwa mnakijua mnakifahamu. Wanawazo mkifahamu, chuo tunacho, chuo kile. Sasa ndani ya mbunge Geoffrey Timos ameniambia, akaniambia Grace, chuo hicho tunaenda kuboresha ili kuhakikisha watoto wetu wakajifunze kitaaluma, waweze kupata ujuzi, ili waweze kupata kazi, wasio watoto wa kuzunguka mitaani sisim oyey Nani ambaye anasema Timosi? Timosi anatosha, tosha. Nikoi TV.